na windwa na watu wasiojulikana wakiwa nani ya ovu e, kwa sababu wale watu walinipigia simu. Kuna mtu alinipigia simu tarehe hiyo tarehe kumi na nne mwezi wa sita mwaka huu ishirini ishirini na tano akijitambulisha kama deputy RCO, eh, wa mkoa wa kipolisi wa Temeke akiwa ananitaka niende Temeke kwa ajili ya mahojiano. Sasa mimi nikamuuliza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 kuna kijana mmoja anaitwa Mwita Esther amekamatwa na huyu maskamo wamempeleka sehemu moja inaitwa Komaso, amepigwa sana, amekaa siku zaidi ya 40 kituoni na anapigwa na lazimishwa kwamba emtaja kwamba e, wewe K K, K alikutuma ukachome shule e, eh, kwamba alichoma shule. Anatuhumiwa kwa kuchoma shule ya Magoto sekondari kitu ambacho sio kweli. Ile shule hata mkienda pale na mtakuta shule ipo na hakuna mahali shule ilichoma, kwa hiyo kuna kubambika kesi kwa sababu waziri nime, nimeona taarifa yake anasema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 mimi nitakuwa tayari, nitasafiri kutoka Kenya, nitakwenda Tarime, kama ni mahakamani wanipeleke. Lakini hizi habari za kuviziavizia kukamata watu wanawabana, semeni walipo ili wanikamate kimya kimya, wanipeleke wanako kujua wao, hilo ah, kwa kweli sitakubali. Lakini pia nimwambie mheshimiwa Rais Dkta Samia, kwa sababu yeye ndio mamlaka yake ya uteuzi huo Waziri wa Katiba na Sheria, ajaribu kumwangalia namna ya kumwonya asitumie mamlaka yake ya uwaziri wa katiba na sheria kunyanyasa watu. Eh? Sasa tumeona ni mtu anapenda penda kesi. Alikuwa alikuwa anamsumbua hapa mbunge, sio, anamdai mabilioni mangapi. Mara sijui anakimbia anafufua kesi sijui UK aliua nani. Wakati kesi ilienda kesi ilienda ikaisha. Eh? Yaani ni usumbufu usumbufu. Mimi sasa hapa nimekosa amani nyumbani kwangu, familia siendi kuona nikitokeza hata Tarime tu siku moja kwamba nimeenda kusalimia familia, wakijua wanaanza tena kunitafuta eh, wananiwinda wanani kimya kimya.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 na hata baada ya hapo umeendelea kuwa wanamuinda sana huyo kei aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ninaambiwa, saa hizi hata yeye ana miezi miwili hayuko Tarime, ni kama naye amekimbia kwa kuhofia, anatishwa na huyo huyo maskamu, kwa maelekezo, kwa kutumwa na huyo huyo bwana. Kwa hiyo tunaomba eh, hey, tusaidiwe sababu haya mambo haya ndio yanayochochea cho chuki eh, hey, kati ya wananchi na serikali mpaka inatokea tafrani hii tunaingia kwenye shida eh, hey, kama taifa.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 Eh, watu wanachukuliwa. Ni mtu ambaye kwanza anatuhuma pia, hata yule Bwana Sinda Keteba aliyekuwa mgombea udiwani, aliyetekwa aliyepotea pale Silali eh. Sasa familia, ndugu zake, mdogo wake, tuliona kwenye vyombo vya habari, anasema mara mwisho alikuwa na huyo huyo huyo huyo masikamo, lakini yule bwana hajaiku kuonekana na huyo masikamo, hakuna hatua yote anachukuliwa. Sasa tumekosa uhuru ndani ya nchi yetu hmm. Tarime watu wamekimbia wengi, wako nje nje. Watu wanajificha. Eh, sasa maisha gani haya ndugu?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 Nishindwe hata kuja kumsalimia mama angu akiwa anaumwa? Hii itakuwa sasa ina mambo gani? Tunaomba msaada kwa kweli. Kwa hayo machache, nashukuru. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.